Aya, sasa niambia, sasa hivi unataka nikafanye nini? kwa bwana Waende shemeji mm. Mimi najua nimekosea, lakini ulichokisema ni mm. ni cha kweli, lakini sasa hivi nimejua makosa wangu mm. namoondokana bendza magome wangu mm. Bwana anampenda. Nampenda, nampendaje? Naju nilipotoka nimejifunza mengi sana. Nilienda kwa sababu ya tamaato za kimaisha nakua masharajiangu nampelemangu yu kwa wende mzaa, kwa wende sawa. ume wako kwa kweli wende alikuena kupenda sana, sijui sasa hivi. Maana huko lipotoka umenambia amekukimbiza eh, sindio? Sio panga tu, angekukimbiza na shoka au hata jembe, akakulima akakutafuta mwogo na chovi kwa mbali na dombo terum. Mimi nilikuwa hata mwenye. Sasa kilicho baki mimi na wewe, mguu kwa mguu, mpaka kwa bwana Wende, ili mradi nikakusikilize, ah, nikamsikiliza wewe. Maana yeye shakusikiliza wewe, nikamsikiliza wewe ndio. Anasemaje baada ya hapo, tufanye nini? Tufanye mwafaka ili tujue kama sukari robo na rambo tena au ndo mesusiwa. Maana amekupa talaka hii moja, si ndio? Mm, talaka rejea hiyo. Anaweza kukurejea sukari yako karudi kurambwa. Sawa? Uko tayari? Ndio shemeni. Mm-hmm. Amekupa talaka hii moja. Kwa maana hiyo hiyo ni talaka rejea. Sasa nakwenda tunakuongea huko. Ukifanya vyako vyako, talaka ya pili atakurejea tena. Fyoko fyoko. Talaka ya tatu hiyo, hakuna mjadala. Utachukua megafon utapita kijijini kote, yamani niko single. I'm single. I'm single again. Am I right? Mvuvi. Mvuvi. Mvuvi.

Ah, mi nimekuja hapa bwana na madhumuni ni kutaka kuzungumza mambo mawili matatu ambayo yanahitaji mwafaka. Sasa sikiliza mm, ndugu mm, yangu hayo mambo ambayo tunatakiwa tuongee mm, yahusiane mimi na wewe, lakini vile vile ni awawo ya msingi ya kujenga ya maendeleo yasio, mm, yanamuhusu huyu kahaba tumemwona. Ah, huyu kahaba mi sitaki hata kumuona sasa ni jambo la msingi au la muhimu. Ni muhimu tuzungumze kwa kweli, hata iweje. Sasa kama ni msingi, ndugu yangu, aondoke huyu. Mimi na wewe tuzungumze. Mimi na heshima zangu, tunaheshimiana. Huyu bibi amekuja nyumbani kwangu leo, amesema umemtoa baru pamoja na panga. Sasa alichokuwa nakuja kwangu kusemea zaidi ni kwamba aombe msamaha kwako, akuombe wewe msamaha ili yeye umrudie awe mkeo tena mm. shima, kwa mara ya pili. hebu nisikilize ndugu yangu. mimi nakuheshimu na sitaki heshima tuliyojenga kwa muda mrefu mimi na wewe mm. ivunjike. huyu mm. bibiye amefanya mambo mengi sana kwangu. wewe mwenyewe ni shuhuda mm. namna gani ambavyo mimi ubiti amenitesa namna mm. gani ambavyo mimi nimedhalilika kwa sababu yake hata eh? Sasa hivi hapa mimi nadaiwa ile ngalawa yangu nimeweka rehani. Kwa sababu ya kutatua matatizo ambayo yamesababishwa na huyo mpumbavu mm. Sasa nisikilize ndugu yangu mm. Yale yote alionitendea ya mimi nashukuru Mungu. Na kuhusu msamaha, mimi nishamsamehe toka nampa taraka ile kwa mara ya kwanza, nishamsamehe. Lakini swala la mimi kuishi na huyu shetani mm. hilo haliwezekani. Mimi nakuelewa sana bwana Wende, lakini ni kwamba nikwambie tu, kwenye vitabu vya dini hata maisha ya kawaida tu kwamba tumeshauriwa tusamehe saba mara sabini na kingine cha surprise u bibi akarudi na mitindo mipya akasema, nataka nije muoneshe mume wangu ambaye ni wewe. Sasa kwa wewe dunia, leo jua linazama, ili subiri mtindo mpya hiyo mitindo mipya ambayo ameibuni mm. awapeleke wenye fedha. Mimi sina kitu chochote eh? Yule yule aliyeniacha ndo yule yule, sijabadilika kitu chochote, kama unavyoona maisha yangu ni yale yale, hakuna jipya. Sasa huyu kwangu anataka nini kipya? Cha msingi yaendelee kuwa na wale watu wake ambao wana chemchemu ya fedha. Leo wanaamka wanayo, kesho wanaamka wanayo, tofauti na mimi mvuvi maskini ambao kusi na hela kaskazi sina hela, kusi na hela kaskazi sina hela. Aendelee na watu ambao yeye anaona wanamfaa. Bwana Wende, naomba upunguze kisirani cha kwenu mkusini, maana wewe makonde, maana makonde kwa kupashupia vitu hawajambo. Sasa naomba ile jambo ulishushe kwanza, shusha pressure. Fikiria jinsi mlivyokuwa na mke wako, mnaenda zenu kule fukweni, mnakula mishkaki ya hamsini hamsini ile na wale samaki ya kuweza kuweza. Ukikumbuka za memories. Nafikiri utamsamea mke wako. Mke wako anakupenda sana. Amekumisi mpaka kaniambia, "Oh, oi, oi." Mimi nakuheshimu. Na sitaki tuvunjane heshima kwa ajili ya huyo. No. Tunga mwamadi. Usiniguse wewe. Usinipe no, no, ngaja no, wewe. Wewe. Ah, wewe mjeuli. Basi subiri kwa tetemaji kuni. No. No.

hakika nafarijika sana nikiona nyuso zenu zimetawaliwa na tabasamu na bashasha. Tunapenda pia. Kuleni? Pole pole pole. Unafanyaje? Mimi. Ngoja nikakuletea maji. Ah, ana shida. <coughs> Ama nichaitu menipaliahiwi <coughs> <coughs> <coughs> Hey, hey. ni mwanzo na mwisho kumpa mwanangu kitu cha aina yoyote kwa huu mkono wako. <coughs> mimi ndio mama yake na mimi ndo nitakayemhudumia kana. <coughs>

Abe. Unawaza nini mwanangu, hmm? Sikiliza nikwambie, hacha kujibebesha mizigo mizito ambayo huwezi kuibeba. Hivyo vitu unavyoviwaza sio vya umri wako, na usijipe shida sana kwa ya mambo madogo madogo ambayo mimi naweza nikamalizana nayo. Sasa muda wote umekaa hapa unawaza, mna popote hapa ulipofagia? Yani toka asubuhi ammefagia kutoka hapa mpaka umekaa unajipa shida eh? Kwa nini wewe? Unawaza nini mwana? Hapana ba mdogo, mimi nafikiria kuhusu mdogo. nimemwonea huruma sana, kuja kwako kukuomba msamaha bila mafanikio hivi. Kwa nini usimsamehe? Hapana. kama hilo ndio unakufanya uwaze ushindo kufanya shughuli zako hapa, unawaza kuhusu hilo, hiyo nafasi hakuna tena, lakini unahitaji usaidizi pia. Nakuhurumia mimi kama mwanao kwa umri wako unahitaji mwanamke ambaye anaweza kukusaidia na ni mamangu mdogo hivi. Ba mdogo hivi, unaonaje watu wanavyotukosea adabu hapa kijijini? Ananing'inia hii taa yako kaigiza, we hacha ubwage ujue. Eh, Mungu Baba, watu wanaja kukopa tukurudisha hawezi. Kuna wanaja kukopa tukurudisha hawezi, kwa nini? Ah, mm, umesikia harufu yale majani aina ya yatisha watasikia. Ah, mm -hmm. Sasa unasikia, Bwana Mzome. Sasa kwanza, subiri. Kwa nini unalia hapa, unapiga kelele nyumbani kwangu? Unaweza kuletea uchuro a ah, ah, zamani Bwana Mzome mm. Tena si kadabu yako bwana, sawa? Usinge katika mipaka yangu, ni hivi, mimi mpaka unaniona hapa, wewe ndo mzamana eh? Yani wewe ndoosika uzi wa mwisho. Mm mhm. Unanielewa? Eh? Zamana ya nini? Aha, umesahau. Usisahau. Unanielewa? Eh? Mimi nikwambie, sijaona simu wala sijaona message. Ah ah, so simu hii. Oh. Simu ya bwana Wende. Ah, oh, rafiki yangu, sahiba wangu, Wende. Eh huyo, huyo. Mhm. Mm. Anajua kukopa kurudisha ha? Hii ni umagai. Unasikia? Nimemkopesha eh? Mpaka sasa hivi hajanitumia hata message wala anajisaulisha tu. Sawa, ndio amemkopesha, lakini sasa anavyopiga kelele kijijini hapa, unapiga, unalia, unamdhalilisha Wende. Simdhalilishi, unajua katika hii steri, mi niligugo katika maisha yangu, nikasema nitafuta steri ya kudai, nikasema ili nidai kwa usawa. Na hii kulia ndamkumbuka mare mama, bwana, mama wako alikuwa mwenyekiti vikoba, inahitajika uwe na mwanamke na ni mamangu mdogo, lakini pia hujionee huruma wewe mwenyewe, hauko sawa hata kidogo. Ba mdogo, mi nakuomba urudishe moyo wako nyuma na ikiwezekana, umpe nafasi ya pili. Uh, kwa unalolifanya hauko sawa, maanake mimi siwezi kukaa na wewe tukaanza kuongelea mambo ya kimapenzi Kaa eh, kabisa, tuanze kuongelea mapenzi yangu mimi eh, au mambo ya kimahusiano ya kwako wewe, kimaadili haiko sawa, ila kwa ki, ki, ki kuwa umenichokonoa, nabidi tu nikwambie, mama yule ameshaukanyaga moyo wangu. Mimi ni mwanaume lakini pia ni mtu mzima, siwezi kuonyesha maumivu yangu au maudhaifu wangu kwako wewe, mwanangu ila kuta za nyumba yangu zimeshawahi kushuhudia mimi nikibubujikwa na machozi, nikilalamika, nikiteseka kwa ajili yake. Nikupe tu funzo mwanangu, ama hosia, nikusihi kwamba utakapopata ndoa yako jifunze eh, kuilinda na kuitunza ndoa yako na kuiheshimu ndoa yako, usije ukaadaika kwa kitu chochote kile, iwe pesa, eh, mali na ushawishi wa namna yoyote ile, kwa sababu mwanangu, miruzi mingi mpoteza mbwa. Wewe, wewe mm. aliniambia mwanangu, usikopeshe kwa riba. Sasa haya machozi yanamkumbuka mare mama, Wende kanipiga na kitu kizito hivi. Ninavyokuambia yule Wende ananichukuliaje mimi? Anakopa hela siku ya pili, leo anashindwa kurudisha. Sasa ni hivi, mimi nikitoa mguu wangu hapa, ninakwenda kuchukua lile eh, nini jahazi mtumwe. ah ah Hmm. Sasa nikwambia kitu kimoja, yule bwana ana familia, ana ndugu yake, pia anamtegemea mdogo wake, si mdogo nani sijui. Yeah. Kwa hiyo kichukua vile biashara yake itakuwa inakwama sasa hapo. Kwa hiyo wewe kuwa na subira, atakulipa, aendelea kumtafuta. Ah, wende angekuwa lamda ni binti au msichana, ningemvumilia. Tume Muhammad. Eh, kwa sababu katika hilo ninaweza nikapiga ndogo ndogo, ila yule ni mtu ambaye anapiga kama za kwangu. Unataka kupata eh, sukari ya robo? Ah, chama kwa sukari bwana. Oh. Eh, nilikuwa ninasema hivi, mm. Kivyo vyote wende utaenda angekuwa ana Unanielewa eh? Usha Ushanielewa. Hilo ni maisha hilo. Sawa, sasa bana. Mm. Mama amekasirika sana. Au wewe uko ulipotoka umenyimwa sukari ya robo? Nini? Umenyimwa? Unasemaje? Mm, unielewa au umeelewa? Afu, wewe mzome. Naam. Wewe kuwa serious. Kumbe ile siku kule eh, ufukweni tunatafuta Suala yule bwana, tukajua labda imechukuliwa na samaki mtoni. Kumbe baba ili pajama umelichukua wewe. Kwa na adabu. <laughs> anyway, haya wendea sikuliipe ni siku jaji sana ni hivi mm. Mimi nnachokuomba mm. Weye ndo likuwa mzamana, nnaondoka nnakwenda eh. Eh. Kutaifisha mtuguamba nanung'unika tu haya ah. Nini sasa, yani kusema ukweli bibi Yani ule mmake kae jafurahia kabisa kuniona na anaonyesha ananichukia kupita maelezo. Sasa basi, mimi nilichoamua, bora nikae zangu hapa nyumbani kuliko kwenda kule nikagombana naye. Atakuja kuniona mimi ni kiburi au mimi jeuli. Kwa hiyo basi bora tu niachane naye, sawa. Maana watu wao wanasema ni afadhali ya nusu shari kuliko shari kamili, na Waswahili wakasema watakuhitaji pale watakapokosa mbadala wako. Najua wakimpata huo mbadala wangu, kisicho riziki hakiliki. kwenye chai kaka chumvi, kapoteza mudi, kisa nampenda, anafanya makusudi eti mikinganganizi siyajui mapenzi, ananitangazia kuwa yeye simwe. Maana nikuwa nimekaa hapa hata sielewelewi Mradi ushakuja unipokee hii kazi mm -hmm. Andika hiyo mboga, fanya mambo mengine. Yamenyauka unalia asubuhi, utafahamisha watu wajue kama wewe unadai. Sio vizuri, stara, tusitiriane bana, sio vizuri bana, usilie. Nenda taratibu kimya kimya, ukamdai pesa yako.

na shida gani mama mdogo? <laughs> Msiba, msiba. <coughs> <coughs> Shizima, vipi eh? eh? eh. eh. eh. eh. ah. oh. Pole, ina maana mguu bado naendelea kusumbua? Ndio, bado unaendelea kunisumbua. Lakini Shizima, eh? kwa nini usitulie nyumbani? mtu tayari umesha kuwa mbovu wa mguu alafu unaendelea kulanda tu eh? Jioni uluma basi. Sasa Tola, unafikiri nikiuendekeza huu mguu nitakula wapi? ah. Shezima basi ujioni uruma hata kidogo yaani eh? Mtu mguu wako tayari umeshapata dimeji lakini ujiurumii eh? kwa hiyo ngoja upone utakapopona ndio utendelea na shughuli zako za pwani. Kwa sasa hivi si usitishe. Sasa mimi nimuombe rafiki yako ku Aisha apa kwa sababu sasa hivi nilikuwa nilikuo nakwenda kwenye nchongo Aisha ampatana na Shezima, uhakikisha nafika nyumbani salama, alafu mimi nitakapotoka jioni ndio nitaweza kurudi, nitapitia kumwangalia Sawa, haina shida, mi nitampeleka ah! ah! Ah, pole. Sawa, haina shida, twende jikazi. kama unachoma hivi ah. Ndo hivyo sasa, ndo uweze kutulia nyumbani usio nalanda ah! jikazi sasa, jamani! ah! Ah! Ah! <hums>

mimi si hata kidogo, siha kuniamsha kienyeji. Huyu ni mke wangu, nimemwoa, nataka nizalie mtoto. Tafadhali tumia taaluma yako. Hata huyo ya jaji ni lazima asikilize, lazima asikilize upande zote mbili, na mambo yote ambayo tulianzisha mimi na wewe nyuma yabaki kwenye kumbukumbu -kumbu za urafiki tu na si vinginevyo hmm. Kuzana wewe, si bora niende ie au makaba wewe wewe, wewe wewe, sawa sawa. Eh? Maisha. Kuna nini huko? nini? Shuka. Mimi kwa vipi ushuki? Kwa maana umekuja kunidhihirishia kwamba wewe ni mwanaume jabari, mwanamke amethubutu kumwacha mume wake wa ndoa kwa sababu yako, si ndio? Pete yako ya ndoa iko wapi? Jondoka hebu mama, mama, mama, subiri kwanza, hatupasi kutumia jazba katika liswala leo, kujua ukweli unanipenda au unipendi. Yani chiko ndo baba Steve, uliweza kuniumba, utashindwa ii shida wewe kuzitatua?

ninapopendwa kumbe mapenzi ni matamu, na msemi nimependa ninapopendwa, kumbe mapenzi ni matamu, na msemi ameridhika nami.